Mtazamaji wa Paza Sauti Media, kama ilivyo kawaida yetu, tumekuwa ni kama familia tunaokutana kwa pamoja kwa ajili ya kutatua changamoto mbalimbali mbali ambazo tunakuwa zinatusibu sisi Watanzania. Tuko pamoja kwenye shida, tuko pamoja kwenye raha. Leo hii ninawaiteni ni, ni kwenye shida, tuna shida ya mzee wetu huyu ambaye atakwenda kusikika aweze kutueleza ni nini anayoyapitia, lakini kwa mwonekano kama jinsi unavyomwona ana tatizo la jicho, jicho lake ni kweli limeharibika, haoni, na hali si nzuri. Atakwenda kuelezea kila kitu. Hapitii hali nzuri kabisa, hana furaha, usiku halali vizuri, analalamika. Usiku wa kuamkia leo hajalala vizuri, anaumia, ana matatizo mbalimbali mbali. Basi atatoa changamoto zake, atatoa hali yake anayopitia Atatoa ni nini ambacho una, ana, ana, anaomba umsaidie. Yote atakuwa atayaeleza hapa. Cha kuomba tu ni kuombe umsikilize kwa makini, yale atakayoyaomba, basi tuyapokee kwa mikono miwili tuyatumie kama ni azina kwetu sisi, leo kwangu, kesho kwako, kwa. Hatujui ni nini kesho yetu tutayasibu, hatujui tutakumbana na nini. Kwa hiyo tunachopaswa kukifanya ni kuweka akiba ya matendo mema ya kujitoa, uh, kujitoa kwa hali na mali, ili kuhakikisha basi mwingine anapata furaha, ili hata wewe siku akikukuta, awepo mwingine pia wakuweza kuguswa na kukupa furaha kama wewe ambavyo ulikuwa ukitoa furaha kwa wengine tunaye hapa mzee atakwenda kujitambulisha jina lake na kutueleza ni nini anachopitia. Mzee shikamoo, habari yako mwema? Pole, mm -hmm, kwa hali ulio nayo. Namshukuru Mungu, namshukuru Mungu, jibu langu linakuwa hilo kwa sababu so, siwezi so kusema salama au niko vizuri. Ni kweli kwa hali inayoonekana unamshukuru tu Mungu kwa zawadi ya uhai, lakini kwa yanayoendelea ni kweli si mema. Langu mimi Mungu mwema basi mweleze Mtanzania, mweleze mtazamaji, ni nini ambacho wanapitia. Pengine anakusikiliza sasa, mweleze hali yako halisi. Mi napitia mengi sana, ambayo skuekuatueni katika maisha yangu duniani. Ntapitia, naumia sana na simwambe mtu yote aumie navyoumia na mimi. Najua kuna watu wengine wanaeza kuwa naumia zaidi yangu mimi, lakini mi naumia sana yote kwa yote Mungu anajua anavyompitisha mwanadamu wake kila sehemu okay. Mimi nvuniona natolewa jicho moja hapa, natolewa jicho moja, jicho la huku limestuka, sioni sioni ni usiku mzito tu, yaani naogopa, atakuelezea ndio maana leo katika hm, siku ambazo naweza nikasema nimeamka mbaya mbaya mbaya, yaani mbaya zaidi, ni mbaya zaidi hapa nilipo, enyewe ni siku kama ishirini na sijakoga, sijakoga, akini mwaga maji hapa kama, kama ukidonda umekichoma kisu mwili jinsi unavyouma mfupa unavyouma. Um, kama unataka kuchana ngozia kwenye mfupa naumia, um, sana naumia sana, naumia sana. Watanzania wenzangu, Watanzania wenzangu, unajua Watanzania wenzangu, kuna wengine mmekesha sasa hivi mekesha, e, mekesha kwenye, kwenye, kwenye, kwenye kufurahi lakini wakati mna furahi mkumbuke kwamba kuna wenzenu wako kwenye tabu, wako kwenye tabu kubwa, na kama Mungu mmoja sote, kama Mungu Mungu mmoja kama kweli Mungu mmoja wa Abrahamu, Isaka na Yakobo, asimjue kwamba uko shida kwamba uko furaha kwamba uko jua kwamba uko mvua, ananyesha kote kote na anaangaza jua kote kote na furaha kote kote, basi tukumbukane tukumbukane. Iko siku utapewa, ule utakula, utapewa chakula kizuri ukile, utogea, utapewa kinywaji kizuri ukikutokuwanaumia niso mtoto, ni mtu mzima, lakini naumia. Naogopa kusema kwamba nakata tamaa, sababu Mungu anakataza kukata tamaa. Sijakata tamaa, lakini amna sekunde naokanyaga kuna sekunde ninaokanyaga bila maumivu, bila maumivu. Nikiwa sina maumivu, basi nimekuja vidaa nyingi sana za maumivu, nitajifurahisha. Lakini mdaa ikiisha, alitarudi tena palepale. Hospitali inahitaji vipimo. Kama hospitali sio ya Mtanzania na kama mimi sio Mtanzania, basi hospitali na zenyewe zingekuwa zina mikopo, zingeweza kumkopesha mgonjwa, akipona atalipa, atalipa vipimo. Mimi hmm. nahitaji vipimo vya atasaundi Nipime ni pime kifua eh, X-ray ya kifua hata eh, sounti niangalie maini, niangalie figo, kama la jingine tena, nipime nipige nipige eh, MRI kichwani <laughs> <mimim> mmoja Very velevele very smart lakini like, leo sijui usmart wangu umekwenda, sababu hivyo niliposiogi sifanya aina yoyote ya usafi zaidi ya usafi tu wa choo. Ni basi na naumia naumia naumia sana, Watanzania wenzangu. no, mimi naumia no, e, naumia no, najua kuna watu watu wanaumia no, wanateseka wako kama ICU kuna watu wako milimani, kwa milimani acha gari ifike, inabidi wabebe na machela uje kuwaleta kwenye hospitali ndogo na inywa, mateso makubwa sana lakini, anapopata nafasi naye anasema, ukiweza kumfikia, tutaftane tutafutane, tembeni kwenye mapoli huko, kuna watu wanaumwa. Mi siko polini, niko hapa hapa Dar es Salaam, hapa hapa Dar es Salaam Changombe, na nimezungukwa na watu wengi wenye uwezo Sio kwamba wajui, wanajua lakini you never know kwamba labda nilikuwepo chinja chinja na chinja watu e, labda nilikuwa jambazi. Mimi ni raia mwema, mimi ni mtu raia mwema. Na kwa mujibu wako unasema, uh, ulikuwa smart, ulikuwa vizuri, ulikuwa mwema. Ni nini kilipelekea hivyo? Mtazamaji anatamani kupata walau kwa ufupi tu, ilianza vipi mpaka imekuwa hivi. Tatizo chimbuko lake ilikuwaje? Anataka umpitishe nyuma kidogo, maisha yako yaliokuwa baba mm -hmm, usiolijua usiku wa giza na kesho yako anayejua Mungu. Utuompe sana ili ujue, ili mwenyezi Mungu akuepushie kesho mbaya, ambayo we uijui kesho utakuwa wapi. Mi nafanya mazoezi kama kijana nilikuwa skai hapo. Kuna sehemu nakaa, nimepanga, nalipa kodi yangu, nafanya mambo yangu. Mimi ni msanii, katika sanaa zangu zinanipa shilingi mia mbili, mia tatu, na niliweza kuona na kiwezo fulani ambacho ilikopo nk. Nilipigwa na kamba, nikitoka mazoezini navua nguo ile ya mazoezi levu ina kamba hapo kwenye kwenye shingo pia ile nazo hizo ile kama kipindi kikanigusa kidogo tu basi ndio ilikuwa sababu kidogo tu kwenye nyeupe ya jicho la kulia haikuleta kitu chochote cha kusema kwamba ni kidonda au maumivi aina yoyote ndio sasa sema ujue kesho yako ina kwa vipi naweza nikasema hapo ningejua kwamba ndio kunikuta hivi basi sasa ile ile ningewa hospitali lakini Ikile ndo likuwa chanzo, kaja kikapelekea jicho langu kuharibika, likaharibika baada ya kupigwa. Ulikaa kwa muda gani hadi kwenda hospitali? au kwa hali hiyo ulihisi hakuna tatizo lolote? maumivu hayakuwepo, hali ilikuwepo, hayakuwepo kwa muda wa karibuni, hata miezi miezi nane. Ala, wala sababu sasa. Ila baada ya hapo likaanza, likaanza kama giza ei okay?

vmba walikuwa tukichangia na kila mtu alikuwa a na nani zake huko za kuendelea basi, kuna sehemu kuja kufikia hapa zinazozidi kwenda jicho lika vimba vibaya mno, ndokwanza kuanza shughuli za hospitali. Nikapita hospitali mbalimbali, kwanza ndogo mpaka a ngazi inayofuata mpaka ngazi ya mwisho mpaka kuja kugundulika nina kansa ya macho. Hapo ilikuwa mwaka gani kuanzia tatizo lilipoanza? Ilikuwa ni elfu mbili na ishirini na moja kitu kama hivyo. Kwahiyo akuonyesha kitu kabisa kama hivyo navyokwambia, nikuko nimepanga, sikuwa na dalili za aina yoyote, lakini ilipofika elfu mbili na ishirini na mbili tatizo ndo lilikuwa limekuwa kubwa kunisababisha mimi kufika mpaka CCBRT, lakini kufika CCBRT ilikuwa tayari kwa uh, hiyo walichokifanya wao ni kutoa jicho, yani kusafisha mato. Liniambia amna jicho, jicho lishaliwa lote na wadudu, tutoe sisi ili tukusafishe, then tutoe tishu ambayo itaweza tutaweza kugundua tukipeleka Muhimbili kugundua ni nini chanzo cha uharibifu. sawa sawa lakini kwa pesa, kwa sasa hivi, kwa sababu sijajua ni shilingi ngapi ya kufanya hiyo operation. Waliponielezea nikasema, wewe singoja, nikafanya discussion na ndugu zangu, jamaa na marafiki mbani. Unaona kaniambia, bwana, sisi tutafanya nani, every friday ya siku ya Ijumaa, tunafanya tunafanya nini, operation ya siku ya Jumatano, wakabu taweza kuja Ijumaa tu kwenye kwenye kwenye ratiba. Nikasema itakuwa ngumu, kwa sababu pesa hii ni nyingi, kulikuwa mozani laki sita Rudi nyumbani, rudi nyumbani kufanya discussion. Mungu siatumani wiki ilipita, lakini nilipata ile pesa nikarudi hospitali, lakini two weeks ilikatna uh, tena imeenda mbele manampaka ikaja kufika mwezi wa tarehe kumi na mmoja nimeenda hospitali mwezi wa kwanza mwaka 2023 eh 2023 no ya yeah, elfu mbili na ishirini na tatu Uh, tarehe moja tarehe kumi na moja kumi na moja kumi na mbili ilikuwepo ni sikukuu ya Zanzibari. Uh, tarehe kumi na tatu kufanyia operesheni ilikuwa Friday ya tatini Friday sema bali Friday Friday mbaya, na nilifanya operesheni moja nzito sana, ambayo hata wenyewe iliwakosti iliwakosti kazi iliwakosti fikra, walieleza mambo mengi waliwayakuta kwenye jicho langu lakini yote si yote, Mwenyezi Mungu aliniamcha kwenye nusukaputi ambayo ilikuwa ikikwama kwama nisiamke nikapona. Katika hali ile pale, siku hiyo kurudi nyumbani tarehe 14 nikiwa naona, nafikiri ni kwa kama ndo naliaga jicho langu la kushoto kuona kwa uh, sababu la kulia ndo lishatolewa, naona uh, kurudi nyumbani huko ilikuwa na ilikuwa na mawazo sana, nitaweza kuona vizuri na jicho moja, lakini jicho moja ilikuwa naona nalo vizuri sana uh, mm-hmm. basi Kufika nyumbani kulala, kesho yake asubuhi kuamka sioni tena, moja likana nalo haliwezi kuona tena hizi za kushoto e, kabidi turudi tena hospitali. Hospitali ndo tukaanza kugundua mengi na mengi na mengi na mengi, mwisho yake transfer nyingine ikatokea kwamba huyu aende aende nani aende Ocean Road kwa ajili ya matibabu ya saratani. So, majibu akaasha akashatoka, lakini hata hivyo hizi taarifa nika nimechelewa kuzipata, unaona kuja kuzipata tayari huku nika nina nimevimba vibaya mno, unaona, nimevimba madonda shanza kutokea na nini nimepasuka na uozo, siwezi kukaa na mtu yoyote karibu. hali e, ambayo sasa hivi imeanza kujirudia tena kujirudia tena. Basi katoka tukafika Ushenlodi, unaona ushenlodi tena kwa michango ya watu vile vile, unaona, chango watu ndugu, jamana, marafiki na kaka zangu ambao wana ni sapoti kwa uwezo wao, lakini naona kama sasa sasa hivi imefika tulet kwa sababu hakuna sapoti yoyote, sababu atakuja kuuliza uende hospitali ujenda hospitali, hali yako inaendeje? Ni mimi na mwanangu tu. mimi na mwanangu wakati mwingineenetunga sahihi basi, fanya yote sahihi, na yote kwako ni sahihi, utolaumiwa kwa lolote baya na jema tukufurahie kwenye uzuri na tukufurahie kwenye shida vilevile, ndio na kwenye laha tu na, na pengine mahitaji yako yakoje, namna ya wewe kuishi matumizi. Kitu kimoja kikubwa kingine inaweza kusema ni kwamba nina mambo manne ambayo huwa yananiliza, ni maumivu nikichelewa kula mwezi makali sana uh, ni ugonjwa ambao ugonjwa ambao kiukweli kwangu umekuja umekuja na ya kula miso mlaji ouna, no, lakini ambao, una -una ni le, na lakini ni ugonjwa ambao unanihitaji chakula, angalau kuna chakula changu so cha gharama ni cha bei nafuu sana, nani chukuchuku nakula mboga chukuchuku, na nakula ndizi zisizoungwa chukuchuku, viazi chukuchuku maalage chukuchuku kila kitu nakula chukuchuku, lakini ni vitu ambavyo aa, navikosa na nikivikosa nakuwa na maumivu makali sana. Nikikosa kunywa dawa hivyo hivyo nikichelewa kufanya dressing, kama hapa sasa hivi, yenye nahitaji kufanya dressing hapa nilipo sasa hivi kwa muda huu, ndugu mtangazaji, sijui nasema sababu sikuoni kiukweli. Unaona, hivyo hivyo nahitaji kufanya dressing hapa basi mrefu, nikaanza kusikia maumivu makali, kwa sababu sina sijafanya dressing. Unaona, kingine kingine mkojo. Unaona, mkojo ukichelewa, yani kwamba nikiwa nami ya mkojo sisikia sisikii, nani mkojo nasikia maumivu yakicha, kinanyuma ali naanza kunyuma, ninatakiwa kunyanyuka nende chooni nikakojoa, nikikojoa maumivu Ok, hiyo ni hali hali moja katika nne, unaona ambaoo sababu zake zote ni shida tu, naona amna lolote, ni shida. Kwa hiyo niko hapa, nimekaa hapa hii. Uh, nyumba ni nyumba ya baba, ni nyumba ya mzee marehemu, ambayo silipi kodi. Kiukweli ni nyumba ya marehemu mzee, lakini sina mamlaka nayo ya aina yoyote ingine mtu anaweza kanitoa kanipeleka, kwa sababu hapa mimi kama kufa nitakufa hapa, kwa sababu sina sehemu ngine yakwe ya kwenda ya kwe, na, na mtu anaweza kasema ngoani kamwangalia savi, rafiki yangu atakuja hapa uka usiku mwingine utakanipeleka. Mimi mtu anijui siwezi kwenda naone, labidi nikaapapa labda kuwe kwangu naone. Lakini of course mimi ndio niko hapa a sina chakula sina vifaa vya kudosia nauli ya kwenda hospitali sina madawa ya maumivu hayo sina, sina yaani yani. mtazamaji wa Paza Sauti Media hii ni hali halisi ambayo tumeelezewa na mgonjwa ndio anayoyapitia e vuta taswira kibanzi inapoingia jichoni yale maumivu unayoyapata kule kupekecha kwa jicho unachopitia sasa huyu ni zaidi ya hivyo anavyokwambia. Jicho moja halipo na lingine limefumba, haoni. Hanioni hata mimi mtangazaji, haoni hata mwanaye wa kike anayemhudumia, ambaye ndio pekee tu aliye naye katika nyumba hii. Ana hivyo, hii ndio hali anayopitia. Guswa mtazamaji, guswa, guswa, weka akiba ya wema wako kupitia kilio cha mzee huyu. Mzee huyu anasema kwamba hajakata tamaa licha ya hayo yote anayopitia. Ukimwangalia kwa hali ni kweli, amedhoofu amedhoofika, ni kwa sababu ya maradhi anayokumbana nayo, lakini hajakata tamaa, ana tumaini la kesho yake. Mtazamaji, leta furaha kwa baba huyu. Anaongea analia, nyuma ya kamera yupo binti yake, naye pia anamsikiliza baba, pia analia, ni machozi yanambubujika tu, analia ni mazito yali isikilize tu, lakini ikikugusa ukivaa viatu ni kweli inaumiza. Mzee huyu tumemsikiliza basi. Uh, baba mtazamaji ni, ni mwelevu, anatamani pengine asikia, anakuchangia vipi, anakuwezesha vipi, ni tayari sha umekwisha mwelezea. Ni tayari, Watanzania sisi ni wamoja, Watanzania tunajua jinsi gani tunavyobebana kwenye matatizo Mweleze Mtanzania aweze kukubeba kwa kutoa msaada, Mtanzania. mm -hmm. Mwenzangu, kwanza kwanza naanza kupeleka kupeleka kwanzalama n malalamiko yangu gumbi langu shida zangu kwa yoyote mwenye uwezo. Pia tuna mama yetu, mama, kama unasaidia watu, mama, kama unasaidia watu, mama, kama unasaidia watu yangu. mama yangu mama yangu mdogo na dada yangu vile vile nisaidie nisaidie mama Samia Suluhu Hassan nisaidie nisaidie mnasaidia watu na mimi nisaidie na mimi ninge nina ndugu mwenye uwezo kidogo tu mimi niga hapa sawa sioni sione basibasi nikae basi ninyweta maji nini wewe sio ta maji? Mm. Nisio na kunywa maji huko nalia naumia. Nisio na kula na, kunywa, na, kunywa, na kunywa chai huko naumia. Kwa nini? Mm. Naomba unisaidie. Usisaidie mtu kwa sababu unataka kitu. Usisaidie mtu kwa sababu unataka kuonekana. Saidie mtu kwa sababu Mungu asionekana, ndio anekuona. Nisaidieni. Nisaidieni wenye uwezo. Siwajui wengi, siwafahamu wengi, lakini nafahamu rais wangu aisi wangu viongozi wangu ozi wangu kasimmajaliwaa, waziri wangu mkuu, mama wangu Samia Suluna. Narudia tena amiaga <tutu> <tutu> Mungu wangu ndo Mungu wenu nyinyi na Mungu wote, ombeni msaada, ombeni msaada. Basi ili hapo, siwezi kufurahi kwa macho, lakini ni furahi hata kwa simulizi. Macho yangu yalikuwa ndo burudani

kama yuko karibu na mama Samia amwambie, amwambie raia wako wako anapata tabu, basi yuko mwingine naye anapata tabu. Kama unasaidia mimi, sizani kama ninahitaji mahitaji makubwa sana, ambayo anahitaji nguvu kwako sana, lakini hauko wewe tu, yuko wako viongozi wengi wanaweza. Nimekulilia wewe, nimekulilia na Kassim Majaliwa, lakini pia wapo, wapo, wapo. Waliokuwa wasanii wenzangu hapo pia wana uwezo wa kunisaidia si sitaki e, kuwataja majina kwa sababu wengine hawapendi kutaja majina, ila ndio hivyo rahisi mimi na haki ya kutaja jina lako kwa sababu wewe si wangu na, na kusema mama akusema mama yangu umri nilionao na umri ulionao kusema dada yangu mama yangu mdogo mdogo, mama yangu ameshafariki tu long time elfu mbili na kumi na moja na ni mzee. Mze, kwa hiyo siwezi kusema sasa hivi na confused, ni confused kicho changu, confused macho, nanivimba mdomo nanivimba, nanivimba. Nalala, nalala katika upande mmoja tu hivi nimegeuka hivi kwa sababu niweze kuongea na huyu mwanahabari, lakini mimi nasujudu tu kicho changu mimi nasujudu, nasujudu na nigekopo ch, nalala chini kwenye kiwampaza ningekuwa na ninasigida, kwa sababu nina muda sasa hivi miezi karibuni mitatu, kichwa changu mimi ndio makalio yangu, nikilala kichwa changu ndio makalio yangu lauso, ntiyo, paji langu la uso ndio kalio langu, ili nisipate maumivu. Maumivu nikigeuka napata maumivu makali sana. Imagine 24 hours wewe una paji lako la kichwa liko chini tu, kwa nikiamka mdomo umenivimba umeni vimba umeni vimba hapa enyewe, naongea naongea hapa. Mswake ujengia mdomoni una mda mrefu kiukweli, sijui karibu yangu, lakini msake ujengia mdomoni una mda mrefu kwa sababu kote ninavidonda mdomoni kama hivo, ninavidonda mdomoni ndio baba mtazamaji, uh, na namtanzania uh, uh, uh, Tuna famia na sisi Watanzania ni kitu kimoja. Watanzania hatujawai wa, hatujawahi kumwacha mtu anaelia, tukamwacha salama. Lazima tutafute kicheko chake kitakuwa wapi, tupate kumpatia. Kwa hilo, naamini kwamba watakusaidia, watakusaidia viongozi. Watakusaidia, kwa hiyo ninakushukuru kwa yote na nakuombea aliyo mema. Namba zangu labda nikitaja ndio karibu anausiao karibu atasitaja basi kwa sababu mimi sijazi claim kichwani, kwa sababu hali nilionayo, namba zimezipata tu pengine binti yake taja sifuri saba hamsini na sita kumi na tisa arobaini na moja sitini na sita. Jina jina linatoka Frank Anthony Ling'wentu. Yoyo. Sawa, asante sana, ninakupa pole, nakupa pole. Mwenyezi Mungu aendelee kukulinda awe pamoja nawe kila nyakati, na Mtanzania naamini ameguswa Mtanzania, hii ndio hali halisi, na hili ndio tukio ambalo limenifanya nifike katika hii familia, kama ilivyo kawaida yangu kutembelea familia ambazo zina changamoto, zina visa mikasa, changamoto za kimaisha, mambo mbalimbali. Yote hayo yamekuwa yakipazwa sauti kupitia ya midia hii. Ninachokuomba tu uendelee kuwa na moyo huo huo kama mimi ambavyo ninawafikia, ninajituma, ni kwa upendo huu, ni wito lakini, pia na wewe ukawe ni wito wako wa kusaidia pia. Hilo ndilo kusudio letu hapa duniani, pamoja na mengine mengi. Basi ni kuombe ubonyeze neno subscribe kisha alama kingele, mwana zaidi, ya kengele uwe mwanafamilia zaidi, ya kuendelea kuwa pamoja nami, tutembee pamoja kwa watu mbalimbali. Basi tuendelee kulitimiza kusudio la Mungu hapa duniani zaidi na zaidi. Itembelee hii familia itembelee kwa namba za simu ambazo ametoa hapa, itembelee kwa kuwekea kiasi chochote kile cha pesa, lengo aweze kupata furaha, lengo aweze kutoka hapa nyumbani aende hospitalini na matibabu yaendelee. Asante, mpaka wakati mwingine.